Henjo, unajua Henjo, kuna kitu taka nikwambie. Unajua maisha mm, yanata yanatengenezwa na masomo, yaani vile ambavyo utaperform vizuri chuo na ukafanya vizuri, ndivyo ambavyo utakuja kuwa na maisha mazuri pia ingawa watu wanasema vitu vyao, watasema kwamba elimu kusoma, sijui nini, bora pesa, bora nini, lakini ni heri uwe na ufunguo nini, wa maisha ambao ni nini? Ni elimu. Ukiwa na elimu, unaweza ukafanya kila kitu na unaweza kwenda mahali popote, sawa? Kwa hiyo haya masuala ya uh, kutembeleana uh, na watoto wa kiume, wanafunzi mnatembeleana, sio kitu kizuri sana, na isitosha huko mwenyewe sio mwenyelewa eh? Eh, kwa hiyo zingatia hilo enjo sawa. Nategemea utafanya vizuri sana baadaye. Sawa, nimekuelewa sana. Hai, hai, enjo. Kwaheri. <laughs> Yaani ya maisha bwana. Pia watoto hapa lazima anaenda kwa kani. Nimejaribu kuwapambania sana lakini sijui amapambana mako yangu anayopambana na pambana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hatima yao ni elimu, alafu wafuatilie elimu. Mwisho wa siku, wazazi ndo wanakuja kuumia <tune> Tambara bovu binadamu wa wanajema, ila nina subira subira. Mana siku wa zikendi nizidi kumuomba Mola, mana ndo mpaji, na kila nalofanya la ubaya awapeni kuniona, mbele ninasongawa

Ila, chakula changu kibaya. Mm. Kawaida, ni hivi mtu nakula kwanza alafu ndo nasifia mpishi. Okay basi sawa. Alafu na jambo moja hivi swala la aa, JP hivyo nafahamu gani, kitu gani kafukuzwa, kafukuza kazi

to kuna kitu ni hamna, nikigundua kuna nele lilio macho yako, mama, unaponiangalia, hata ukizimata nakuona kwa hisia. Ah, mi poa, sijua vipi kwa loslenda kufuatilia. Hmm. Bado baado upo upo sana, sindio? Okay, hamna shida basi, utanjulisha basi atakapokuwa okay, afu mi ntajua ninafanyaje hivi. siauji sahivia

Mnacha nasikia njaa tare, ulivyonipigia simu na kuniambia kwamba kuna chakula hapa, nimefurahi sana madam, kila saa sasa. Munafahamu sisi wote tunafanya kazi tunkl Hey. <laughs> sisi nafanya kazi tu, si sindio, tunafanya kazi pamoja, lakini hivi ambapo tunaelekea hmm, nahisi ishara tofauti ambazo msizieleweumaakula hey, kwanza kwa kwa kwa. Sasa ule muda wa kukushukuru kwa chakula ndio hapa, asante sana. mm -hmm. mm. so, ile ilikuwa kwa ajili yako, alafu hii kwa ajili ya madam Ashura. <laughs> hey. madam Ashura si ndio? okay. Asante so, baby

So, okay. So, <coughs> madam, nisikilize. Asante sana kwa chakula, sawa. Alafu muda umeenda sana, naomba niende yele. Alafu sawa, nikifika nitakujulisha kwa sababu, huyu na mwanamke huko ninavyomfahamu atakuwa amefura kama atakuwa. Ndio baada ya kuhamisha vile vitu na kuviweka pale ndani, aliambia kuna mama mmoja alikuwa anamsaidia kwa ajili ya kupata mtoto, kuna dawa anaweza kuzifanya kwa ajili ya kupata mtoto

Sidhani kama ni kweli, maana karibu wenu nyewe, unaniumiza sana, alafu sio mara moja wala mara mbili. Hapana, sio wivu, naongelea kuhusu nyewe. Huo ndio kweli, na kwamba kuna kitu kinaendelea kati yenu. Usijali, hakuna kinachoendelea. Niende tu kuleta maswali yake ni msawia, alafu anaondoka zake. Natumai wewe

Unajua, hii ni alcohol sawa? Hichi hii ni pombe, ina maana mazara ya pombe mimi nayafahamu kabisa, si mwenyelewa? Na mimi si mnywaji wa pombe, sijajua kwa nini unaleta pombe kwenye mazingira kama haya. Kidogo tu kwa ajili, unajua sasa hivi na stress sana nami itakusaidia kupunguza stress ulizo nazo. Sawa, kwa ajili ya madam Washura. Naomba kidogo tu kidogo tu. Ndiyo madam. Sijawahi kunywa pombe na siwezi kunywa pombe, umeniita kwa ajili ya no, kula chakula na kunywa. Nimeshakula chakula, kama ni maji tumesha kunywa, sasa hii ya nini tena?

Mbis, mbis, mbis. No, eh, kunywa. JP. Tuko kazini miaka yote mpaka tu. Au au niamini tu, bado kunywa, na mimi nitakunywa.

Nipata stori zako kwamba ulikuwa na maisha na ya yeah, familia kabisa, nikwaje kuwa na, na mume labda alikuwa na watoto, nikaweza kupata background kabisa maisha <coughs> <Yipiku ya? laughs> Aautukie bwana kidogo, wakati nakupa historia yangu inabidi kidogo. Ningependa kusikia ni kweli. Ilikuwa ni swala nyeti, sikutaka mtu yote afahamu kila. Kwajili ni mtongo wa karibu, nbidi ni nilikuwa nina familia na nilifunga ndoa na mme wangu ila hmm, nilitokea itilafu. Mme wangu alipata ajali akiwa kazini. Nini ajali? Alipata ajali hmm. Mm -hmm. Glasi umesema alipata ajali ndio, kunyw basi kidogo Pole. Umesema mke wangu alipata ajali, ni kweli, amba alipata ajali. Katika ile ajali wezi amini JP ndiko ndikumpoteza mke wangu, k alikufa, alikufa weianii Nikajikuta nimebaki peke yangu, kama unavyoniona hivi. Naishi mwenyewe ndani ya miaka, miaka sita miaka sita miaka sita, nipo peke yangu. Na vipi kuhusu watoto? Kiukweli <coughs> Mungu, wakati anafariki, nilikuwa na ujauzito wa miezi nane eh?

Ambona mapenzi yanatufanya vibaya, kwa kweli unanikumbusha machungu. Nilikuwa sitaki kulikumbuka tena kwenye maisha yangu.

Ambona, mapenzi vibaya yule kapenda, yanatufanya vibaya yule kapenda Hmm. ni JP ngukuwa kiasi kiasijei kuwa nateseka juu yako yeni leo. <laughs> kumi na nane zangu kitu kidogo tu, najidamgumu nimekupatia konyagi ndogo kuisha habari yako sasa. Leo ndo tanijua mi ni madamu Ashura, subiri nikuonyeshi mchezo <muchu> <muchu> Bibi aliniambia nia tambara bovu, binadamu wa wanajima hila. Nina subira, mana sikuwa zikandi, nizidi kumuomba Mola, mana ndiye mpaji na kila nalofanya lovayawa awapendi kunyona mbele ninasonga, oambonda oh, oh, oh, mapenzi yanatufanya vibaya. Ule kapenda, usipopendwa utwanalia. Hitilafu yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. Kupendana uh, uh, uh, uh, uh. Hitilafu walipendana, kashibana inamuumiza maisha